Kwenye afya tumepunguza, tumepunguza, tumepunguza mm, tozo kuhusu vileo ili kuleta ushindani. Kuna kitu kinaitwa energy. Energy ni shida, energy ni tatizo, energy inauzwa madukani na, na wanaokunywa ni watoto wadogo. Wanakunywa energy kwa malengo yapi? Kama wanaweza sasa hivi umri wa miaka kumi na tatu kubusti ile nguvu wakifika umri wa miaka 28, watakuwa katika hali gani? Energy jamani, energy zinaharibu hawa watoto. Tutengeneze kitu mbadala, tuweke mikakati ya kupunguza haya ma energy Hatari, watoto wanaangamia. Tunategemea vijana, ndio vijana ndio wanaotutegemea sisi baada ya kuondoka, vinginevyo ni hatari. Baada ya kusema hayo, ninaunga mkono hoja kwa asilimia mia moja. Nawatakia wabunge wenzangu kila la heri, naamini wote tutashinda. Ninawashukuru sana wapiga kura wangu, ninawashukuru sana mkoa wangu wa Lindi. Ninawashukuru wote, naamini wote tutarudi. Nawashukuru sana wanamchinga kwa ushirikiano mkubwa walionipa katika kipindi cha miaka mitano. Nawashukuru nyie viongozi wote wa Bunge, watumishi na wasiokuwa watumishi, kwa ushirikiano mkubwa mlionipa. Mungu awabariki, inshaallah tutarudi tena bunge lijalo, sina mashaka hata kidogo, tutarudi wote humu unge lijalo kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika. Asante sana ah, mwenyekiti ah, kwa kunipa muda huu, na wewe Mwenyezi Mungu atakurudisha. Asante ah.